Watu wengi duniani leo wanamfahamu Isaac Newton, yule mwanasayansi maarufu aliyebuni sheria za mwendo na mvutano wa ulimwengu mzima. Yeye aligundua kwamba mwanga ni mchanganyiko wa rangi saba na akatengeneza darubini ya kuakisi na mengine mengi na mengi zaidi. Leo jina lake ni maarufu sana katika ulimwengu wa sayansi. Watu wengi hawajui kwamba kama isingekuwa kwa mwanasayansi mwingine aitwaye Edmond Halley, huenda dunia isingewahi kufaidika na kazi ya Isaac Newton. Alikuwa Halley ambaye alimpa changamoto na kumshauri Isaka kupitia mawazo yake ya awali. Halley hata alirekebisha makosa ya hisabati ya Newton. Halley alimshawishi Newton aliyesitasita kuchapisha uvumbuzi wake. Kwa hakika Halley hata alihariri hati hizo za awali na kufadhili kibinafsi toleo la kwanza la kazi kuu ya Newton kuhusu kanuni za hisabati nam Isaac Newton alianza kuvuna thawabu za umashuhuri na ufahari wa kisayansi, huku Halley akibaki kwenye kivuli, akipokea sifa kidogo. Kwa kweli hakujali. Dhamira yake maishani ilikuwa ni kuendeleza tu taaluma ya sayansi. Hata hivyo, wanahistoria leo wanahitaja kama mojawapo ya mifano isiyo na ubinafsi kabisa katika ulimwengu wa kitaaluma. Kwa kweli, kama isingekuwa kwa ajili ya kome eh, aliyogundua na kupewa jina lake kometi ya Halley, huenda tusingewahi kusikia habari zake kabisa. Basi safari yetu ya hekima leo inamhusu mtu anayenikumbusha Edmond Halley. Ni maelezo ya ya mtu mmoja ambaye alizindua huduma ya mtu mwingine, lakini akabaki o kwa, kwa sehemu kubwa katika vivuli. Kanisa linajua mengi kuhusu Mtume Paulo wengi hata hata hivyo, hawajui hata matendo ya kujitolea ya kujitolea kiongozi mwingine katika kanisa kwa jina Anania. Sauli ndiye huyu mtesi mwenye bidii wa kanisa amegeuzwa kuwa Yesu Kristo. Yeye kama tulivyojifunza alikuwa anaenda Dameski kuwakamata Wakristo, lakini kwa kweli yeye mwenyewe alikamatwa na Bwana. Lakini sasa akiwa kipofu kimwili kutokana na ile nuru tukufu ya Mwokozi aliyefufuka na, na akiwa amechanganyikiwa kiakili na ukweli kwamba Yesu kweli alikuwa mwana wa Mungu ameingia Dameski. Sasa amekuwa akisubiri siku tatu afanye nini? Wakati Sauli maagizo Bwana anaanza kufanya kazi katika moyo na maisha ya kiongozi wa kanisa. Kulingana na Matendo saa ishirini na mbili na madakika kumi na mbili mtu wa tabia ya kiungu. Matendo saa tisa na madakika kumi palikuwa na mfuasi mmoja huko Damasko, jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono Anania, akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia simama, uende kwenye njia iitwayo Nyofu, na katika nyumba ya Yuda utafute mtu wa Taso aitwaye Sauli. Sasa unaweza kugundua kwamba Bwana hamwambii Anania chochote kuhusu uongofu wa Sauli. Anania anachokipata tu, nina hakika ni baridi ya kusikia jina la adui mkuu wa kanisa, Sauli wa Tarso. Sasa hiyo inakuwaje? Kwa kazi ngumu namna hiyo, Bwana anamwambia nataka uingie chumba kimoja na Sauli, na hilo lingeweza kuwa hukumu ya kifo. Na napenda sana kwamba Biblia haipambi kile kinachotokea baada ya hapo. Majibu ya awali ya Anania yanasikika kabisa kama kitu ambacho ningesema, mstari wa kumi na tatu. Bwana, nimesikia kutoka kwa wengi kuhusu mtu huyu mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako huko Yerusalemu. Ni kama vile anamkumbusha Bwana kuhusu jinsi Sauli amekuwa mbaya, kana kwamba kana kwamba Bwana hajui tayari. Na sasa kama Anania anavyosema mstari wa kumi na nne, ana mamlaka kutoka kwa kuhani mkuu kuwafunga wote wanaoliitia jina lako. Anania anafikiria, ningefikiria, unaweza kumwazia akisema Bwana, eh, sasa umesema haoni na hawezi kuona. Hilo hilo kwangu linaonekana kama jibu la maombi. Kama hawezi kutuona, hawezi kutukamata. Ah, hii ni habari njema kabisa. Bwana anajibu kwa uvumilivu hapa, kwenye mstari wa kumi na tano: Nenda kwa maana huyo ni chombo nilichokichagua, ili alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, kwa maana nitamwonyesha ni mambo mangapi atakayopaswa kuteseka kwa ajili ya jina langu. Hivyo hiki ndicho kinachotokea: Anania anajua maisha ya nyuma ya Sauli, Mungu anajua maisha ya baadaye ya Sauli. Anania anajua kwamba Sauli alikuwa mtesaji mkuu wa waumini. Mungu anamwona kama mhubiri mkuu wa Injili. Unaona, Anania yeye yeye yeye yeye anamwona muuaji. Mungu anaona mjumbe aliyekombolewa. Hivyo ili Anania atekeleze agizo la Mungu ambalo analitekeleza, lazima atende kwa imani. Lazima aamini kwamba Mungu anajua zaidi kuhusu Sauli kuliko yeye mwenyewe. Na kwa kweli, Anania anakuwa kwako na kwangu mfano mzuri wa imani. Lakini labda hata muhimu zaidi, Anania anakuwa mfano mzuri wa msamaha. Unaona, Bwana angalau anamdokeza kwamba ya kwamba Sauli amebadilishwa, ameongoka, he, amesamehewa. Kwa hakika, Mungu anamwomba Anania asifanye lolote zaidi ya kutenda kama wakala wa msamaha wa Mungu kwa kufunua kwanza msamaha wa Mungu mwenyewe kwa Sauli. Kwa kweli, hapa nyuma, katika mstari wa kumi na moja Mungu anamwambia Anania kwamba Paulo alikuwa akiomba. Naam, hiyo ni kidokezo. Mafarisayo walifanya maombi yao hadharani mahali ambapo wangeweza kuonekana, si si faragani. Na kwa kuongezea, kwa kawaida hawafanyi mikutano ya maombi katika nyumba, lakini Bwana anamwambia Anania kwamba Sauli anaomba kule katika nyumba ya mtu anayeishi kwenye barabara iliyonyooka. Hadi leo hii bado kwa njia njia kuu ya kuelekea magharibi kuelekea mashariki kupitia Damasko ndiyo mtaa mnyofu, bado upo vema. Mungu anasema Anania, yuko kule kwenye barabara iliyonyoka, katika nyumba ile. Yeye anaomba mwongozo Unaona, yeye ni mtu aliyebadilika. Naam, Anania anaamini Mungu. Anasafiri kweli kweli, kwa imani, chini ya barabara ya nyofu, ili kumkaribisha Sauli katika familia ya waamini. Unajua, siwezi kujizuia kufikiri kwamba tunahitaji wasafiri zaidi kwenye barabara ya nyofu leo, watu ambao wataacha hasira na uchungu na kinyongo nyuma na kwa unyenyekevu, kwa neema, kuwapa wengine msamaha wa Kristo. Mstari wa 17 unaeleza wakati wanakutana. Kwa hivyo Anania aliondoka na kuingia ndani ya nyumba na kuweka mikono yake juu yake, akasema, ndugu Sauli, Bwana Yesu ambaye alionekana kwako barabarani uliokuja amenipeleka ili uweze kuona tena na kujazwa na Roho Mtakatifu. Je, umepata hilo? Ndugu Sauli zamani maadui, sasa ni ndugu. Vema, hotuba hii inaonyesha Anania na waumini u, uh, anawakilisha vizuri wao. Watamsamehe Sauli kama vile Mungu alivyowasamehe. Vema basi, anamwambia Sauli ajazwe na Roho Mtakatifu. Hiyo inamaanisha kutawaliwa na Roho Mtakatifu ambaye amekuja kukaa ndani yake kama mwamini. Sasa bila shaka ni ishara ya kukubalika kwa Sauli katika familia ya Mungu. Aya, aya ya kumi na nane inatuambia kitu kama magamba kilianguka kutoka machoni pake na akapata tena kuona. Kisha akasimama na kubatizwa, na alipokula chakula akapata nguvu. Kwa hiyo kufuatia mfano mzuri wa Anania wa kukubali, tunasoma kuhusu kukubalika kwa Sauli na familia ya kanisa hapa Damasko. Kama unaweza kufikiria, kwa kweli, aya ya 19 inasema, kwa siku kadhaa alikuwa pamoja na wanafunzi huko Damasko. Hii ni mabadiliko ya ajabu ya matukio, sivyo? Walikuwa wamesikia kwamba Sauli alikuwa anakuja upande wao akiwa na mamlaka ya kuwakamata. Bila shaka, walikuwa wamejawa na hofu na wasiwasi, lakini yule aliyekuja kuwakamata sasa ni mmoja wao. Sauli amezidiwa, nina uhakika na hili, na upendo wao na kukubaliwa kwake mara moja. Watu aliokuja kuwafunga kuwatesa sasa wanashiriki naye chakula, wanashiriki naye furaha yao katika Kristo. Wale waliokuwa maadui zamani sasa wamekuwa wanafamilia. Huu ni mfano mzuri sana wa neema ya Mungu. Na mara tu Sauli alipopata nafasi, tunaambiwa hapa kwenye mstari wa ishirini kwamba alimtangaza Yesu katika masinagogi akisema yeye ni mwana wa Mungu. Ujumbe huo. Kwa sababu ya unyenyekevu na msaada wa Anania, Sauli ambaye atakuja kujulikana kwa jina lake la Kirumi Paulo, sasa ataeneza Injili kote katika dunia ya Mediterania na zaidi, na kwa kweli dunia haitakuwa kama ilivyokuwa tena. Edmund Halley alimjulisha dunia kwa Isaac Newton, lakini bado hajulikani na watu wengi. Kama jina lake linajulikana hata kidogo, huenda ni kwa sababu ya komeiti iliyopewa jina lake, komeiti ambayo alikokotoa kwa usahihi kwamba inaonekana kila baada ya miaka sabini na tano kabla ya kutoweka tena kwenye upana wa anga hali hakuwa na wasiwasi kuhusu kupata umaarufu au utukufu kwa ajili yake mwenyewe. Basi, kama vile komeiti hiyo alitoweka kimya kimya usiku, na Anania pia atatoweka hivi karibuni, atatoweka kwenye vivuli vya huduma kuu ya Paulo, lakini anaacha nyuma mfano huu wa ajabu wa unyenyekevu na ujasiri kwa kila mmoja wetu leo. Hebu tujali zaidi kuhusu injili kuliko utukufu wetu wenyewe. Hebu tujali utukufu wa Mwokozi na Bwana wetu aliyefufuka. Na kwa kusudi hilo, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.